Kazi sehemu ambayo watu wengi wangependa sana kufanya kazi. Tunamsikia tu tajiri duniani mkubwa Bill Gates. Tunasikia hisani ambayo anatoa kwenye nchi tofauti tofauti hususan in nchi za Afrika. Tunamsikia tunataka tuwe karibu naye. Je, alifanyaje mpaka kafika pale? Kijana ambaye tunazungumza naye ni Mtanzania halisi, amezaliwa ni mzao wa Tanzania, lakini anafanya kazi shirika la Bill Gates, Bill and Melinda Foundation. Kwa vipi? Ni mjomba yake alimpeleka pale, au baba yake anajuana na, na Bill Gates? Hapana, ni juhudi zake binafsi. Tukirudi mara baada ya muda mfupi, tutakuja kuongea naye tupate kujua, yani nini ambacho kilifanya afike hatua mpaka anafanya kazi na Bill na Melinda Gates Foundation. Usikae mbali, fuatilia story hii. Yeah, ndoto yangu ya kukutana na Bill Gates naona kidogo itawadia nikianza kukutana na watu ambao wanafanya kazi naye, mi naona kidogo najua, nasema ile harufu ile mm -hmm. ya, ya, ya, ya wardi mm -hmm. lakini licha tu ya kufanya kazi na Bill Gates umetuletea tuzo ambayo tutaizungumzia, uh, Bernard Fernandez Benjamin. Benjamin Fernandez. Mwenzangu we ni Mtanzania kwanza? Mimi Mtanzania kabisa. Eh eh. Baba yangu anatoka Tanga na mimi nimetoka hapa Dar es Salaam. Okay. sawa. So, Benjamin tuambie kwanza kidogo kuhusu safari yako ili watu wapate kujua mpaka umefika Bill Gates. Lakini mm. kwa ufupi tu umesoma wapi, ulikuwa unasomea nini, ukafikaje kwa Bill Gates? Kwanza nashukuru kwa na mimi hapa. Okay. Kwanza niseme nilikuwa mtoto mtundu sana, nilikuwa mdogo. Kama uh -huh. Sam apa Kunduchi, na shule nilikuwa mtoto mtundu, kwa sababu sijakuwa na rafiki wengi. And so nilitahidi kuwa yule mtoto ambaye anachekesha watu kwenye darasa, mwisho kwenye darasa yani, kwenye masomo Mas, kwenye masomo academically mm. Kwa yani wewe ndio kilaza wa darasa <laughs> ndio paka mwalimu <laughs> alikuwa anasema, um, alafu pia unajua uh, wazazi wakaenda kwenye parent teacher consultation hmm. Wakaenda pale mtasa, huyu ni mtoto wako ana, anafanya anafanya nini kwenye kwenye shule, mbona ana, ana sana mm. Mnafundisha nini nyumbani mm. Uh, lakini kwa ana fail kwa sababu nataka ku, ku impress uh, wenzangu mm. Nataka kuwa niko fit nzuri pale darasani mm. So uh, nilikuwa natafuta vitu vipi naweza kufanya ili watu wanipende mm. Mm. lakini nilipata uh, opportunity moja kwenda ku, nje kusoma mm. and waliniambia tunakupa semester moja mm. ukifanya vizuri utabaki kama ufanye vizuri, unaondoka na Tanzania. ilikuwa Marekani kwa University of Northwestern, mnaambia tunakupa nafasi moja tu, mm -hmm. kama ukifanya vizuri tu semester moja utabaki, mm -hmm. so, nikishafika... huko ulishakuwa mwisho darasani mm -hmm. Kule niliomba nikasema, please number second chance mm -hmm. mm -hmm. and so nimesema, sawa. So so nikafika pale nikasema, okay. Kwa sababu kila saa nilikuwa naenda shuleni, nilikuwa naomba kwenye mm. gari na mama mm -hmm. Mungu ni, niwe wa kwanza, ni wa kwanza siwe ya mwisho mm. ni, nipeleke niwe wa kwanza, lakini nilikuwa laki ya, ya mwisho. Sasa mm. huku nilivyofika Marekani nimesema niko hapa peke yangu, sina familia Marekani mm. nasema Mungu kweli nataka niwe wa kwanza mm. siwe ya mwisho sa, sa. so, so. so nikajitahidi shuleni sana na baada ya makani nilikuwa wa kwanza kwenye chuo nzima kwenye hiyo chuo mm. Na nikashu, ni... ya picha. Yeah. Unajitahidi, so, so, kuna tofauti mm. si mm -hmm. kuna, kuna ni vile kama mtu anakuambia na kusikiliza na kuelewa na hmm. So mtu anaweza kusema nimesikia, ah, amesemaje. Lakini kama unajitahidi kwenye masomo labda uf ufanye commitment kusoma vizuri hmm. na pia ufanye balance nzuri na maisha yako hmm. So mimi nilikuwa nasema haya niko hapa na wazungu wengi mm. mimi Tanzania mm. niko hapa peke yangu, nilikuwa na dada yangu pale, lakini tuko wawili tu, kulikuwa hakuna Watanzania wengine. Hakuna kuna ya, hakuna watu wengi pale scholarship mm. nimesikia ni ni nilikuwa nafikiria nyumbani Mm. Mimi, kwanza watu kutoka nchi tuko wachache sana mm. Na kama mi nimepewa, pewa nafasi hii siwezi kuiacha, na kwanza nilikuwa nashukuru Mungu kunipa nafasi hiyo nilikuwa nafanya kazi pia shuleni ili nisaidie ni, ni kujiwezesha kwenye darasa, ndio ndio, okay. nilikuwa nafanya kazi yangu ya kwanza shuleni, ilikuwa kusafisha choo saa kumi na moja asubuhi, kabla ina darasani huko Marekani. Kwa nini? mimi toka mi Tanzania afu nenda yeah. Marekani kusafisha choo ya wazungu mm. ili nipate hela pia yeah. ni, ni, kwa chakula ili niendelee kufanya n, mm. vizuri mm. lakini kwa commitment, unajua uki commit kufanya kitu naweza kufocus na naweka na mpango nzuri mm. na lengo nzuri ukishaweka, mm. lengo nzuri, unaweza ku achieve hiyo hatua unayotaka kufanya mm. nilishangaa, so, nilikuwa natoa toka Uh, kila semester namba moja, Benjamin Fernandez, namba moja, Benjamin Fernandez, paka mzee alikuwa anasema kweli, wewe ni namba moja paka. Nilivyokuwa na graduate napata national honors Marekani nzima. Okay. Umenipa national honors kwa kwenye kwenye economics na accounting ni kwa kwenye national honors in United States ni kwa um, uh, mm -hmm. um, paka nimefikiri nilivyotoka hapo Dar es Salaam mpaka pale nimesema, da, kweli Mungu amenisaidia mimi. Tumemo, kuku, kufanya hiyo kazi mm -hmm. na Sao, saa, na mm -hmm. na sawa sana kweli Mungu amekusaidia na pia juhudi zako mm hapa -hmm. mbele mm -hmm. tuzo kuni ando, nini <laughs> go, tuzo kuniambia ndio nini kuwa nambari moja MBA mm -hmm. MBA MBA MBA World World Summit World Summit ndio. Benjamin Fernandez hebu niambie mimi ah -hmm. uh, so MBA ni Masters of Business Administration. So nilivyomaliza chuo ni karudi Dar es Salaam kuwa nafanya kazi hapa. Pia na Sam tulikuwa tunaongea kwenye project mbali mbali. Mm-hmm. Lakini nimesema nataka ku apply kwa masters program. Mm-hmm. Lakini pale mwanangu akasema kama una apply kwa masters program apply kwa chuo namba moja duniani kwenye masters ya business administration. Mm-hmm. Na hiyo ni Stanford University, ndio chuo namba moja kwenye masuala ya biashara duniani. Kwa sababu ya namba moja ni Stanford, namba pili ni Harvard. Hmm. So nimesema I am going to apply kwa Stanford. Nikaapply pale wakanipa scholarship ya dola laki moja hamsini mm -hmm, ya kusoma pale, eh, eh, ni Mtanzania wa kwanza kupata hiyo scholarship mm -hmm. Na pia ni, ni, kijana, uh, ni, ni ya umri chini kuliko watu wote kwenye hiyo shule. Mimi hapa kwa sasa nyingi zaidi 24 Isaso nimepewa hii nafasi kwenda pale kwanza mm -hmm. watu wote pia wako pale kwenye darasa yangu yote, watu ni miaka ishirini na nane mpaka thelathini na nne okay. kwa sababu wana experience zaidi wanani mm -hmm. lakini mimi nilikshangaa mde kwenda pale alafu Africa MBA Fellowship okay. ni dola laki moja hamsini mm -hmm. Niko kwenye chuo ni, ni, ni, ni, kuna changamoto nyingi sana academic, ni ngumu sana okay. Wanafasi, mgumu pale kuishi, ni, ni watu wana hali ku, ya juu sana huko yani, darasani na watoto wa rais um, um, wa nchi mbalimbali watoto wa princes uh, sio si, mm -hmm. Lakini hiyo shule lazima uwe na akili sana kuingia mm -hmm. Wako very strict, hawezi kukubali kila mtu. So, mimi nilivyokuwa nimechaguliwa kuenda pale nime, anzo, kwanza nimeshangaa, si kwa sababu watu elfu tisa wana apply watu mia nne tu wanaingia eh, ni kama asilimia nne wako zoliokuwa mm -hmm. mm -hmm. So, kwenye hiyo sehemu nikafikiri eh, nimesikia, nime, nime da kutoka kufeli kwenye shuleni kuwa namba moja kwenye chuo mpaka kuwa kwenye chuo cha mm -hmm. masters namba moja duniani mpaka nimeanza kushangaa mm -hmm. hii tuzo MBA World Summit Uh, kuna kampuni moja uh, wana, wanapeleka watu, um, wanapeleka watu nchi mbalimbali so kila mwaka wana, wana hii summit, MBA World Summit, kama mkutano hivi mkubwa eh, kwa sababu sisi ni wanafunzi tunaitwa MBA mm -hmm. MBA student mm. Sasa wanachagua wanafunzi mia moja, mia moja bora duniani mm. kwenda kwenye hii summit okay. na mimi nashukuru Mungu nimechaguliwa kutoka chuo ya Stanford. Kwa sababu mm -hmm. amechagua watu tano kwenye shule zote top hii. Fresh. Mm. Fresh. Mm. Um, and so afika pale ni, ni conference uh, ya, ya kuleta watu, watu, pa, pamoja mm. Alafu walikuwa na hii um, hi, hi sehemu wapi watu wanaongea wana, wana kuhusu uh, things they are passionate about mm. So watu wote wameongea, alafu watu wanachagua mshindi mmoja ndio, kwa hiyo katika watu 100 mm. ndo nashukuru Mungu nikapewa hii zawadi kwa MBA World Summit, Team Eisenman Award Mwendo, that's kwa yule mmoja ndio, yani wendo. Wakili ukachukua je hii fursa kutangaza Tanzania? mm. kwa mfano kwanza watu wote pale wanajua mimi Mtanzania kwa okay. Sababu kila, kila sehemu eh, ninavyoenda nabeba na bendera yangu mm -hmm. au navaa nguo ya kimasai mm -hmm. au kama pale kwenye na skrini niko na bosi Bill Gates, kila sana nataka watu wajue mimi ni Mtanzania, yeah. Ma, eh, hiyo yeah. ndo Stanfo nilivyofika nikavaa nguo ya Masai kwa sababu nataka kila mtu ajue nchi yangu na wapi natoka. Ni muhimu, kwa sababu kama ukipewa nafasi kwenda pale ni muhimu. Nataka watu wajue na waelewe nimetoka wapi. So pale pia mpaka kazini nikavaa Bill na Melinda Gates Foundation. Tena napenda nguo za Kitanzania, so labda tapelekea tashati ile pale. Ntoka nakabidhiwa kombe na watu wana organize conference, so nilishukuru ah. Yani, nilishtuka, sijategemea sija, nitapata hii zawadi. Uh, na sijategemea unajua, um, kufika paka uwe kwenye summit ya watu mia moja wajanja duniani, alafu wewe unachaguliwa, ulijisikiaje? Ah, pale kwenye, kwenye, picha naweza kuona kwenye TV pale walivyo nichagua ni, ni um, kuwa na na, na, na, na, na, hii tuzo mm. Nilishangaa kwanza. Uh, walivyoita the winner is Benjamin Fernandes mm. Sijui watu asilimia 80 wamenichagua kwa mshindi mm. H nimeshtuka kwanza, pia nilivyopanda kwenda nilikuwa nyuma kabisa kunywa maji majik tembea mbele mpaka mbe, hapo uh, hapo juu kwenye jukwaa ndo wa, wakanipa hii zawadi, nikashangaa sana sisijana. na kwani ni kitu gani ulizungumzia mpaka akakuchagua mm. Wewe tupate kujua mm. ni kitu gani ambacho ndo kikupatia wewe, mimi, shabu na mimi na nilipata nafasi nizungumzie eh, kuliko watu 99 <laughs> yani watu 99 wakonekana hawawezi kukufikia nini hasa, <laughs> ulikuwa unazungumza? Mimi nimeongea kuhusu uh, nguvu mm. ya identity Mm. Kujitambua, kujitambua, kwa sababu najua watu wengi tunatafuta tuna kujitambua kwenye vitu, kwa mfano mm. ah mimi ni mshabiki wa Yanga, mimi mshabiki wa Simba mm. inajua watu wanatafuta vitu ah, mimi ni meneja, mimi ni mtu fulani. Siku zote hata sijawahi kusema mimi ni mtu fulani mm. nasema, mtu wewe mm -hmm. utaniita Benja, mimi usiniite sijui nani mimi, mimi ni Benja tu mm -hmm. kwa sababu tu, tunavyotafuta zile vitu tuna create identity yetu ah, kwa sababu hii kwa sababu unapenda kitu fulani unataka uingie kwenye huo mkumbo ufuate huo mkumbo ndio oh, mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Sasa mimi nilikuwa naongea kuhusu nguvu ya kujitambua wewe mwenyewe mm. wapi ulivyotoka. mm. Okay. so ni, ni, mimi nilivyokuwa naongea pale um, nafikiri kuna picha mbalimbali mbali, mm. uh, kwenye nilikuwa kwenye, kwenye lecture natoa nilikuwa mm. nasema mimi nataka um, watu wajue sio ni, ni zile vitu kwa sababu kama mtu ana, anafanya vizuri mm. Pia ni wazazi wake au watu walivyo wa mtengeneza wawe pale wapi alipo. Kwa hivyo mitaa ile mitaa, ulikuwa ulikuwa ulikulia mitaa gani wewe hapo? Kwanza nitoka Cha Ngombe, alafu nenda Mikocheni, alafu Mbezi sasa hivi. Kwa hivyo ukaambia kuhusu Cha Ngombe, maisha ya Cha Ngombe, Cha Ngombe ukaambia kuhusu Mikocheni kidogo. Tumefika ushuani pale geti kali. Nilikuwa nasema kuhusu muhimu wa kwanza kuheshimu wazazi na kuheshimu wale wamekulea, kwa sababu mimi binafsi nafikiri baraka zako zote mm. ziko kwa wale watu ipi Mungu amekupa au waku raise mm. si ndio? mm. wazazi au walezi mm. na ni muhimu sana hu, wape heshima wote mm. na baba wangu na mamawangu wako strict sana mm. n yani, pia alikuwa anafeli shuleni lakini, mm. babuka, pia alikuwa strict sana mm. na mimi nimetoka hivi, kwa sababu ki, kila, kila mtu nikiona namfanya vizuri, sio yeye peke yake tu Mm. Mm. Mm. Una mm. mm. mm. mtu amemsaidia kwenye maisha yako, mtu anavyoangalia nyumbani kwenye mm. TV, wana, wanajua. Lipo, na wapi labda, ni kazini, labda, ni meneja, labda ni unafanya kazi sehemu si moja mbili Nataka ukumbuke kuna mtu wapi ameona uh, kuna zawadi kwenye kwenye, ameona uh, kipaji kwenye maisha yako, na yeye kafungua hiyo mlango mpaka ufike wapi ulipo, na ni muhimu sana usimsahau yule mtu na usimsahau ulivyotoka wapi. Sasa linki yako kuna... Bill Gates mm. na umetokea wapi, akapata shule, umetoka shule bora bora, vipi? kwa haraka naona muda kidogo yeah, so, na story yako tamu sana inasisimua kweli, um kwa Bill Gates, kwa Bill Gates Foundation, um walikuja shuleni kutafuta watu kufanya mm. kazi naye mm. sasa unajua pale kwenye shule watu mia nne mm. alafu watu mia nne, niko kwenye capacity ya juu kwa juu Uh, duniani kwa akili mm -hmm. watu wako vizuri sana pale, watu watu wanaweka CV CV zao CV, uh, watu, watu kama sabini ka mm -hmm. yani taka fanye kazi naye sijachaguliwa. mm -hmm. So, nikaenda ni, ni, ni, ni, ni pale, nikawa ni, ni down sana, kwa mm -hmm. kwa sababu nataka nifanye kazi naye kwa natembea, ni kama mwalimu moja kaniambia Benja, vipi na, nataka wewe uende pale wapi wanafanya interview, ugonge kwenye mlango. Akimaliza, saa nyingine sisi tunasubiri kualikwa, lakini wewe unatakiwa uende kugonga mbao. Kwenye fursa. Eh. Sasa mimi nikaenda pale kaona na ukiongea na yule mama itafanya interviews. Kwanza kasema ah, wewe ni mdogo, hauna experience nini nini nini. Aya mm-hmm. Dakika tano zimeshaenda, una dakika moja na kitu cha kuongeza. Nikasema ndio. Asa mimi nimekuja hapa kupata uh, I, I wanted to challenge myself. Najua labda sina profile yako, sina mimi, sio consultant, sina management experience, sina nani? Lakini like, mimi nataka, mimi nataka, mimi nataka nijue. Gates Foundation inasimama kusema all lives have equal value. Maisha yote zina thamani sawa. Mm. Na mimi mwenyewe kama binafsi kutoka Tanzania, mimi mwenyewe naamini hiyo. Maisha zote zina thamani sana. Kuna maisha ipi na ina thamani kuliko nyingine. Mm. Na kama unavyoangalia CV zangu kwa mara ya pili nataka ukumbuke hiyo mstari yangu moja. Mm. Basi. Huyu mama hajanipigia. hey, baada mm. mm. <laughs> uh, hey, ya siku mbili hajanipigia. wiki wiki ijayo nikaanza kushangaa ijayo akanipigia round, round, round o kufanya, alafu ameniambia, nikabigiwa simu. Hongera sana, mpata kazi ku, kuja hapa kuanzia June. So tunafurahi tuna, tuna na karibu sana kufanya kazi na sisi. So kuanzia mwezi wa sita umeanza kufanya kazi na shirika la Bill Gates. Lini umekutana naye? Pia pia wiki leo pita nimekutana naye ah, sio karibu sana. Um, um, um, um, um, unamshauri shauri afanyaje na mamilioni. <laughs> kuna, kuna watu wengi kwenye ofisi lakini okay, unamwonaga kwenye ofisi mm. and yani ni mtu ya ipa na moyo kubwa sana, na pia anapenda sana Tanzania. Walikuja hapa Tanzania mm. um, kabla ajif, afungua foundation mwaka 1994 99, walienda kwenye safari, alafu waliona watu walikuwa wanaumwa, wasema mm. sisi nataka nitoe hela yangu yote ya Microsoft. Tena anapenda sana Tanzania, nikampa nikampa mke wake Melinda nani Uh, eh, eh, kinyago ya ya jirafu twiga twiga. Kafurahi sana kaniandika kadi nzuri so okay. Wanapenda sana Tanzania, wana wanapenda sana ni, ni watu wazuri sana wanapenda kutoa hela zao, kwa sababu wanajua wamepewa hela nyingi sana. wana wanasema sio hela ya kwetu mm. ni hela ya watu Kweli kabisa. Tu, tu, labda tufike kwa swali la mwisho, naona pia mm. Producer anaanza kunipiga jicho baya. Okay. Um, tufike kufanya kazi kwenye mazingira na kuwa vipi yani wewe lady unahitaji unahitaji kuwa vipi yani kikazi, content ya ni heshima mm huwe -hmm. uh, na heshima kubwa um, mm -hmm. kwa sababu watu wengi wanataka kufanya kazi pale na waweze mm -hmm. kupata And so kila mtu kwe, um, kwenye, kwenye ofisi wanaheshima kwa kila mtu pale. Okay. Cha pili ni muhimu sana uh, ni kujifundisha Mm. Unajua watu wengi shida yangu hapa Tanzania, navyofanya kazi hapa Tanzania watu mm. wengi tunajifanya kama tunajua mm. okay, unajua pale kuna nguvu sana watu wana wanavyosema uh, Sam, mimi msielewe hii, naomba nieleze, mm. nijifunze, pia kama unaelewa kidogo, lakini ukimuuliza ukimuuliza mtu akuelezeshe akueleze, wewe akueleze, mm. utaelewa zaidi na unajifunisha kitu usingejua kama ujauliza mm. so, so. Kujifundisha vitu ni safi sana mm. na na so kwenye learning aspect na, on, on the respect aspect wako vizuri be because um, they really want to help people, wanataka kusaidia watu, na pia wanasema sisi pia tuko hapa, sio kwenye chuo, lakini tunajifundisha vitu mbalimbali tulivyokuwa hapa kazini. Okay, asante sana. Tunaingia uh, kwenye sports o mm. ndo segment yetu unaofuata. Wewe ni mshabiki wa timu gani katika ligi ya England na Tanzania? <laughs> Tanzania naogopa kutaja isije watu wa, wa, wa wanavyoangalia. Uingereza mimi niko Manchester. Manchester United. Mimi sio bendera bwana, sio kama blue, niko red. Eh, kwenye Tanzania niko, uh, niko kwa Yanga. Okay. <laughs> Washabiki wangu atakubali <laughs> ha, yeah. Sasa tunatokea kile la heri ni mfano kabisa miaka 23, umeweza mm, kutoka nambari ya mwisho darasani ukafika mm, kwenye nchi tofauti, mazingira tofauti na na na ukawa namba moja mm, ukaja ukaongoza hadi na, nyanja za, za kitaifa kule Marekani, wakaja wakakuona na sio tu ukashinda pia na tuzo. Sasa hivi unafanya kazi na watu wanaomjua kama ndio bilionea, mtu ambaye ndio tajiri duniani, mtu anajulikana kama Bill Gates. Kwa hivyo ni hongera sana kwako. Asante. Benjamin Fernandes na kutakia kila la kheri za kuna korosho ya kimataifa, kuna chai, kuna nini. Kwa hivyo inabidi uingie wa kutambue kule Zarani wanataka kujua, yani tuuze vipi Tanzania, inabidi upate branding kidogo. Lakini tunakutakia kila la heri, umefanya vizuri sana. Na vile unavyofanya, kusema kweli ni, ni wito na mwamsho kwa vijana, mtu anaona labda nimefeli, siwezi kuendelea na maisha. Ni kitu ambacho ametuambia pale ndio fursa tunazozungumza, ni kipepeo. Tulikuwa tuna, tuna, tuna campaign ya kipepeo, na nimeshukuru sana kumuona kipepeo wa mwanao wa kiume, anajitahidi tena sana hongera sana sana sana, sana, sana. Tumefurahi na kweli amenipatia faraja um, moyoni kujua kuwa yaani, mtu yoyote unaweza kufika pale popote mde, pale ndoto yako inakupeleka wanakuambia, ukiogopa ndio kifo chako, lakini kama utathubutu kama alivyothubutu, unafika kwenye sehemu ambayo hata wewe ulikuwa huwezi kuamini. Wakati ulikuwa shule, ulikuwa namba ya mwisho, nafikiri ulikuwa huwezi kufikiri unaweza kufika hata hapo. Yani ilikuwa hata hiyo, yani wanataka tu sama nipende, sijui mere anipende, lakini unajifikiria nitafika, nitakuwa nambari moja, lakini alithubutu. Na pia wewe iwe changamoto, iwe kitu ambacho kitakuamsha mpaka hapa. Asante sana, tuingie kwenye masuala ya sports, alafu tutarudi kwenye global. Usikae mbali na television yako. Good morning. Ni ni Benjamin Fernandez ambaye amekuja kutu inspire.